Uharigani mpenzi mtazamaji wa Simba TV. Ni juma lingine tena katika kipindi chako bora kabisa cha michezo, mahala pekee ambapo wewe mpenzi mtazamaji wa Simba Sports Club unaweza kupata taarifa zako zote rasmi ambazo zinahusiana na klabu yako penda. Kama si hapa kwenye Simba TV, basi ni katika mitandao yote ya kijamii ndio mahala pekee ambapo unaweza kupata zile taarifa rasmi za klabu yako. Kwa wewe ambaye unabishana katika kijiwe, kwa wewe ambaye unabishana katika maeneo mengine tofauti tofauti, achana na mahala huko kote, ndio hapa Simba TV au katika mitandao yote ya kijamii ndio mahala pekee ambapo unaweza kupata nafasi ya kusikia taarifa hizo rasmi, ndio mahala pekee ambapo unaweza kupata nafasi ya Viongozi wa klabu yako, wachezaji na wale wote ambao wanahusiana na klabu yako pendwa. Na na Simba TV katika juma hili, kuna mengi mazuri ambayo tumekuletea tofauti na wale ambao tulikuwa tunakuletea juma lililopita. Kikosi chetu cha Simba Sports Club usiku huu wa leo kwa maana alfajiri ya kesho kwa maana kesho Alhamisi itaanza safari ya kuelekea Mali ikipitia Ethiopia. Semaji la CAF, Ahmed Ally, amezungumza mengi mazuri kuhusiana na safari hiyo, lakini pia wachezaji ambao wanaosafiri na sababu gani? Wachezaji wengine ambao wamebaki. Kutoka hapa tutakuja pia kusikia taarifa ambayo inahusiana na mkutano mkuu wa Simba Sports Club. Ni mkutano wa katiba e, utafanyika wapi, lini, saa ngapi na muda gani, tutakuja kusikia taarifa hiyo, lakini mwisho pia tutakuja kushuhudia au taarifa kuhusiana na timu yetu ya vijana, e, Simba Youth. Kuna mengi mazuri ambayo nao wana, wanaendelea nayo na ule ambaye amezungumza katika studio ni kocha mkuu wa Simba Youth. E, Mohamed Mwishona almaarufu kama Shavi. Kuna vingi ambavyo amezungumza kuhusiana na vijana wao. Mimi ni Tobias Sabasa, tupate mapumziko mafupi. Kisha tutarejea kama nilivyokutaarifu kukuambia hapo awali. Simba TV, ndani ya juma hili kuna mengi mazuri ambayo ni moto moto, pengine ulikuwa unatamani kuyasikia kuyajua na kuyaona hapa ndio mahala pekee wewe mpenzi mtazamaji mshabiki mwanachama Simba Sports Club ndio utaji nafasi na kuenjoy kuona yale yote ambao tamani kuyaona na kuyasikia. Semaji la Kafu amezungumza kuhusiana na wachezaji wetu ambao wataondoka kwenda kutuwakilisha kule katika mchezo wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika. Sisi Simba Sports Club tukiwa ugenini nchini Mali, tukicheza na Stade Malien. Stade Malien safari hii watatueleza kwa namna gani mnyama anakuja hapo namna gani mnyama amekuja nini kukifanya hapo, ambapo wao wenyewe watakuwa nyumbani. Sisi ambacho tunakihitaji kikubwa ni pointi tatu, lakini mimi nisiwe mzungumzaji wa mambo mengi, nisiwe mzungumzaji wa taarifa nyingi kuhusiana na hilo. Semaji la CAF Ahmed Ally huyu hapa, amezungumza kuhusiana na yote ambayo yanahusiana na, na safari hiyo eh, kupoteza bao moja dhidi ya Petro hakujanishtua hata kidogo, eh, kwa sababu nafahamu ama naijua Simba inapo inapoamka kwenda kurejesha ufalme wake nini ina uwezo wa kufanya. Ndio maana e, umeona sijatingishika pakubwa, kwa sababu najua itarejea, ita, ita katika mstari wake na mambo yatakuwa sawa. Hii ni Simba ambayo Toby, e, niwakumbushe tu watu, hii ni Simba ambayo ilishafungwa mabao kumi ndani ya mechi mbili kwenye group stage sijui manaelewa eh? shilingi ikageuka mechi iliyofuatia, tatu mnyama akachukua alama tatu, mechi iliyofuatia mnyama akachukua alama tatu, mechi iliyofuatia mnyama akachukua alama tatu, akaenda hatua ya makundi. Hii ndio Simba ambayo mimi ninaifahamu. Hii ni Simba ambayo mechi ya kuwania kufuzu kwenda robo finali sisi na IS Vita Club Vita anatangulia bao moja, mnyama anakuja anarejesha, mnyama anashinda siku hiyo, Simba na Nkana, sijui umeelewa e? kwa hiyo matukio kama haya ya kufungwa mimi, mimi hayanishtui kabisa e, zaidi ya kwamba yananiongezea, inaongezea umakini kwa, kwa kwenye wenye roho ndogo na kwa wageni wa Simba ndo anaweza akaikatia aka tamaa Simba lakini sisi tunajua e, Simba inaweza kuamka kwa namna gani na kurejea kwenye makali yake. Hii Simba tobi, tushakula bao tatu bila, kwenye mechi ya hatua ya makundi ya kwanza kama hii ya juzi, Raja Casablanca anakuja nyumbani kwetu anatupasua bao tatu, kila mtu haamini macho yake. Mnyama anatoka hapo anakwenda zake e, gine anakwenda kucheza na horoa ya Musa Kamara, nyama anapasuka tena bao moja. Mechi mbili hatuna pointi hata moja Group stage hiyo, sisi wenye roho zetu tukasema hapa tunavuka tu. Pamoja na yote hayo, nyama hii anavuka vizuri tu. Mechi mbili hatuna pointi hata moja, hatuna goli hata moja tumeshadondosha alama sita mechi mbili, tumebakiwa na mechi nne pekee za kufanya maamuzi. Ndio maana mimi sishtuki, nimebakiwa na mechi tano, napata mashaka ya nini? Kwa Simba yangu ni mpira wa miguu, nyama atarejea kwenye makali yake. Tukatoka hapo tukaenda tukamlalia Vipers, nyumbani kwake, tukamlalia nyumbani kwetu tukamtandika Horoya mnyama anachukua alama tisa, anaenda robo finali. Hii ndio Simba ambayo mimi naijua, Tobias Sebastian, eh, kwa hiyo hainishtui. Ni Simba ninayoijua inawezo kufanya kitu gani kwenye michuano ya kimataifa, na ndio maana sisi kwa miaka saba yote hatujawahi kuishia hatua ya, ya, ya makundi kwa miaka saba yote, miaka miwili, miaka miwili ee, kombe la shirikisho miaka mitano ligi ya mabingwa Afrika, hatujawahi kuishia hatua. Na sio kama mara zote tulikuwa vizuri, hapana. Kuna wakati tunatumia ukontawa na uzoefu wetu kuvuka hatua kama hii. Ndio maana mimi sina mashaka, nimeumia kufungwa na Petro Atletico sababu ni mpinzani mdogo ambaye sisi tulistahili kumfunga, na mchezo tuliutawala, tuliushika, tuliwazidi wapinzani wetu mwona bane. Kwa hiyo inauma kupoteza mchezo wa aina hii, lakini kupoteza kule hakuwezi kuniondolea mimi focus yangu kwa maana ya Simba. Kupoteza kule hakuwezi kumwondolea Simba malengo yake, hakuwezi kumwondolea Simba mipango yake, tuna uhakika kwa timu tuliokuwa nayo uzoefu tuliokuwa nao, tuna uhakika wa asilimia mia moja na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Simba tarajia tu kwenye makali yake na tutakwenda hatua ya, ya, ya robo finali, hilo wala halina mashaka. Na mimi nichukue nafasi hii e, kuwaambia wanasimba kwanza, la kwanza sio kila timu inapofungwa basi kuna matatizo, sio kila timu inapopoteza mchezo basi kuna, kuna, kuna sintofahamu ndani ya timu e, sio kila timu inapopoteza mchezo basi kuna, kuna mipango ya nje ambayo imetuzidia ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime na timu kupoteza mchezo. Wakati mwingine ikiwemo wakati huu timu inafungwa kwa sababu ya mpira, yaani unakuwa huna maelezo mengi, ni kwamba nimefungwa kwa sababu ya mpira. Mpira umetaka mimi nifungwe, mpira umeamua mimi nifungwe. Tukiwa na mentality kama hizo, wana Simba, itatusaidia pakubwa e, kuishi bila pressure ya kwamba mechi imeisha. Ah, anyway leo mpinzani amejitahidi, ame, ame na sisi timu yetu haikuwa kwenye ubora wake pengine, ama tumepoteza nafasi, mpinzani ame, ametumia nafasi yake, mechi imeamua, tunajipanga kwenye mechi jao tukiwa na mentality hiyo tutaweza kuisaidia Simba yetu, siyo, siyo kila tunapopoteza basi kuna sababu nyingi, nyingi, nyingi, nyingi. Hai, hai, haiwezekani kitu kama hicho, yani haiwezekani tatizo moja likawa na matatizo mengi, sijui umeelewa, kwamba mara si uwanja mara makocha mara mara mara mara mara hai, haiwezekani umefungwa kwa sababu ya kimpira na ukishafungwa unarejea tena katika uwanja wako wa mazoezi, unarejea tena katika mipango yako ya kiofisi, unaangalia umekosea wapi, unaamka, unajipanga tena, maisha maisha na kwenda sawa. Hapo hapo, Semaji, tueleze sasa, Semaji, ratiba ya timu, nini ambacho kinafuata, kwa sababu ratiba inaonyesha mchezo ujao tunacheza ugenini mwisho wa jumaili, ambao tumeshalianza tayari ya mara baada ya kumaliza mchezo wetu wa kwanza dhidi e, ya Petro Atletico e, sasa tunaingia katika mchezo wetu wa pili wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, na kikosi chetu kinataraji kusafiri e, kesho alfajiri, kwa maana ya Alhamis alfajiri. Kwa mantikio ni kwamba e, usiku wa leo Jumatano kuamkia Alhamis alfajiri, ambayo itakuwa ni safari ya kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Addis Ababa Ethiopia, baadaye tutatoka Ethiopia kuelekea moja kwa moja Bamako Mali kwa ajili ya mchezo wetu. Safari ya takriban masaa nane mpaka tisa hivi ya kutoka Tanzania kufika mpaka Mali. Tutaondoka na wachezaji ishirini na wawili. E, pamoja na benchi la ufundi na viongozi wengine kadha wa kadha. Na kwa nini ishirini na mbili? E, wapo wachezaji takriban saba wanabaki, ukitoa wawili ambaye ni majeruhi, Hamza pamoja na Musa Kamara, wanabaki wengine hapo ambao wanabaki kwa sababu za kiufundi za mwalimu. Mara nyingi huwa tukisafiri, hatusafiri wachezaji wote 30 tunasafiri na wachezaji ishirini na wawili. Lazima kuna kundi la wachezaji linabaki kwa sababu za kiufundi za mwalimu e, tuzungumzia kidogo mchezo wetu huu dhidi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Stade Malien kutoka pale Mali. Kwanza lazima tutambue kitu kingine ya kwamba tunakwenda kwenye mchezo mgumu sana. Unajua, mwanzoni kama nakumbuka tulifanya mahojiano na nikawaambia watu kwamba kundi letu hili ni gumu e, inawezekana tusiliangalie kwa macho makubwa e, kwa sababu hatuna timu maarufu e, Petro sio timu maarufu e, Stade Malien sio timu maarufu, nazungumzia Afrika. Kwa hiyo watu, kwa kuwa hawazijui sana hizi timu, kwa hiyo bado kuna ile kasumba ya kwamba timu kutoka kaskazini ndio timu ngumu na ukipangiwa na wakaskazini maana yake umepangiwa na timu ngumu. Uhalisia hauko namna hiyo e, ni bora ukacheza na hizo timu za kaskazini, kwa sababu udhaifu wake unafanana, na huwa hawawezi kujinasua kwenye huo udhaifu. Lakini timu hizi kutoka mataifa mengine ya Afrika ni, ni, ni very challenging kucheza nao, kucheza na wa Angola, kucheza sijui na wa Mali, kucheza na wa Ivory Coast, kucheza na wa Zambia, na wa Botswana, na wa Afrika Kusini. It's very tough game dhidi ya wapinzani wa namna hiyo, kwa sababu tunafahamiana, tunajuana, anajua wapi pa kudhibiti, wapi pa kushika. Ukitaka ucheze naye usiku, sawa, ukitaka mchana, sawa, asubuhi, sawa. Yani nyumbani kwenu kama nyumbani kwake, na hivyo hivyo na sisi tukienda nyumbani kwao kama nyumbani kwetu. Huo ndio ndio ubaya ama ugumu wa kucheza na wapinzani wa namna hiyo. Kwa hiyo kundi letu ni gumu sana, na ukiangalia mechi mbili za mwanzo zina, zina matokeo ya kushangaza mno. Eh, Simba tumeshangazwa, Esperance ameshangazwa, hakuna ambaye alitegemea Stade Malien anaweza akamdindia Esperance lakini imetokea nyumbani kwake pale pale Tunisia, wamegawana alama moja moja. Hakuna ambaye alitegemea Simba Sports Club kuduwazwa nyumbani kwake, tumediwazwa tumekula bao moja ukabila, yani wale ambao tulikuwa tukipewa nafasi kwenye kundi letu na wale ambao walikuwa, walikuwa hawapewi nafasi kwenye kundi letu ndio wamegeuka mashujaa weekend iliyopita. Hiyo ni dalili ya kundi gumu, yani usiemtegemea anafanya usioyategemea, unayemtegemea uh, anafanya usioyategemea, ndio ndio ndio dalili ya kundi gumu. sasa tunakwenda kucheza tarehe 30 dhidi ya Stade Malien Uh, tutakwenda kwenye mchezo mwingine mgumu na mbaya. Ama nzuri ni kwamba uh, confidence aliyoipata baada ya kusuluhu dhidi ya Esperance imemwongezea nguvu kubwa kweli kweli. Wakati anakwenda kucheza na Esperance, hata yeye mwenyewe hakuwa na uhakika anakwenda kupata kitu gani, lakini amekwenda pale, amefanikiwa kuondoka na alama moja imemwongezea matumaini makubwa na ujasiri ya kwamba naweza nikamfanya yoyote chochote hapa. Sasa hicho tunakwenda kukutana nacho Simba Sports Club, mechi dhidi ya Stade Malien ni jiwe kweli kweli, lakini sisi tunajiandaa kwenda kufanya vizuri. Tunafahamu haitakuwa rahisi, lakini tunakwenda kupambana tupate walau alama moja ili tujirejeshe katika mhimili wa kiushindani kwenye kundi letu kwa namna ambavyo uh, umewaangalia wapinzani ambao wanaenda kukutana na nao, tunaweza kupata hiyo alama moja, tunaweza kupata moja, tunaweza kupata tatu, uh, kama wachezaji na benchi la ufundi watatimiza majukumu yao wa ipasavyo kama wachezaji wataepuka kufanya aina yoyote ya makosa katika mchezo huo, kama kila mtu atakuwa na umakini wa asilimia mia moja, tuna uwezo wa kupata ushindi. Tukacheze kichampions ligi kweli kweli, tukacheze ugenini kweli kweli. E, tusiwe hata na dakika moja ya kufanya makosa wala dakika moja ya kurelax katika mchezo huo, yani kila muda tuutake kila muda tuusake, kila muda tuutafute, tuzuie kwa disiplini kubwa. Inawezekana tobe, inawezekana tukachukua alama tatu, inawezekana ngoma ikawa ngumu tukachukua alama moja, yani tusifungwe mchezo huo, inawezekana nadhani utakuwa umenjoi na kufurahi kusikia taarifa ambayo inahusiana na, na kikosi chetu kuanza safari kuelekea kule Mali, lakini pia kuhusiana na mchezo wenyewe. Samaji amezungumza sa vizuri, wachezaji wanaosafiri, mchezo wenyewe, jinsi ambavyo utakuwa na kile ambacho wanakiona kama si pointi tatu, basi mchezo ukiwa mgumu tutaondoka na pointi moja. Lakini pia amezungumza walau kwa uchache kuhusiana na mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. si Simba Sports Club tukicheza katika uwanja wa nyumbani, Simba ameshafanya maajabu mengi na haya maajabu mengine anakwenda kuyafanya katika mchezo huu wa pili. Tuondoke hapo sasa, tuje katika taarifa nyingine ambayo inahusiana na mkutano mkuu wa mwaka ambao utafanyika ndani ya wiki, kwa maana mwisho eh, wa wiki siku ya Jumapili katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Samaji la CAF pia amezungumza kuhusiana na taarifa ambazo zinahusiana eh, na mkutano huo, lakini pia kuna vingi vizuri ambavyo vimezungumza kuhusiana na mkutano huo. Tupate nafasi ya kumsikia semaji la CAF Ahmed Ally akizungumza. Tarehe 30 kuna mkutano mkuu wa kikatiba wa mwaka wa Simba Sports Club. Siku hiyo kutakuwa kuna matukio mawili, eh, kuna mechi tarehe 30. Uh, mechi itakuwa ni jioni, mkutano ni asubuhi. Uh, kwa hiyo mkutano utaanza saa mbili kamili asubuhi mpaka saa tano, saa sita, saa sita Uh, imezidi sana saa saba, lakini sidhani kama naweza kafika huko, tutakuwa tumeshamaliza baada ya hapo. Uh, wanachama wa Simba wanapata ruksa ya kwenda ku, ku, ku, ku, ku, kufanya maandalizi ya mwisho ya, ya mchezo, lakini ni, niseme ni, ni kitu kimoja kwamba hakutokuwa na mwingiliano wowote wala athari yoyote. Wapo watu ambao wanahusika kwa asilimia mia moja na maandalizi ya mkutano na no, wapo watu ambao wanahusika kwa asilimia mia moja na maandalizi ya mchezo. Hakutakuwa na mwingiliano wala hakutakuwa na, na, na, na changamoto ya aina yoyote. Matukio yote yatakwenda vizuri, yatakwenda kwa ufasaha kwa sababu yanaratibiwa kwa kutumia mifumo rasmi ya Kisimba Sports Club. Huu ni mkutano wa kikatiba, una muongozo wake kwa mujibu wa katiba, na mechi iko pale ambayo maandalizi yake tayari yameshaanza, na tayari mratibu wa timu ameshasafiri bas Ali kwa ajili ya kwenda kuandaa mipango yote ya timu na kila kitu. Kwa hiyo eh, hakutakuwa na changamoto ya aina yeyote, na mkutano utamalizika mapema ili kuwapa nafasi wanasimba kwenda kusubiria mechi ichezwe, na mkutano utafanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee, e, Upanga pale, na tayari ajenda zimesha zimeshawasilishwa kwa, kwa, kwa, kwa wanachama watazipitia. Kwa hiyo kila mtu ataingia pale tayari akiwa ameshafahamu kitu gani kinakwenda ku, ku, ku, kujadiliwa. Mwenye maoni mwenye mawazo yake atakuja kuyatoa hapo kwa ajili ya kuijenga Simba yetu. Lakini jambo la msingi ni kwamba kila mwanachama ambaye anataka kuhudhuria mkutano huo e, tunamkumbusha kulipia e, kadi yake ya wanachama, kulipia ada yake ya mwaka ili apate uhalali wa kikatiba wa kuhudhuria katika mkutano wetu. Na nichukue nafasi hii kuwahimiza tena e, mashabiki wa Simba kuwahi mapema e, siku ya mkutano, ili tufanye mkutano wetu kwa amani. Tumalize mapema watu wakaendelee na maandalizi ya mchezo ndani ya juma hili. Pia katika Simba TV tunakuletea e, maendeleo ya timu yetu ya vijana kwa maana Simba Youth au Simba B wao, e, wanaendelea na programu yao ya mazoezi, lakini pia wanajitayarisha kujiweka sawa e, na ligi kuu ya vijana ambayo imeshaanza katika majuma kadhaa yaliyopita, mchezo wa kwanza tukipoteza, lakini pia mchezo wa pili tukipata ushindi katika mchezo ambao ulionekana kufanya vizuri. Wachezaji wetu walifanya vizuri walicheza vizuri na kupata ushindi mnono katika mchezo huo, lakini pia tupate nafasi ya kuwaona baadhi ya wachezaji ambao wanafanya mazoezi, lakini pia tupate nafasi ya kumsikia kocha mkuu Mohamed Mrishona. Yeye amezungumza kuhusiana na timu yetu ya vijana, lakini pia amezungumza kuhusiana na maendeleo ya timu yetu ya vijana kubwa ni namna gani tunakwenda kufanya vizuri katika ligi kuu hii ya vijana namna gani pia tunakuza vijana ili kupata nafasi katika timu yetu kubwa au kupata nafasi ya kucheza katika maeneo mengine tofauti tofauti. Huyu hapa kocha mkuu. Kocha, habari yako? Ah safi, nashukuru Mungu. Kwa vizuri. Ashukuru Mungu, magazani, kwa vizuri. Sawa. Tueleze maandalizi ya timu yetu ya vijana e, pengine kwa uchache tathmini yako fupi tukianzia michezo miwili ya ligi kuu e, ya under 20 ambayo tumepoteza mmoja, tumeshinda mmoja na kuja hadi hivi na sasa alafu mwisho tutakuja kuendelea na ratiba ambazo zinafuata. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tupo katika maandalizi ya mchezo wetu wa tatu. Ikumbukwe mpaka sasa tushacheza michezo miwili, tulicheza mechi ya kwanza na JKT tulipoteza kwa goli mbili kwa moja, lakini mechi yetu ya pili tulicheza dhidi ya Pamba ya Mwanza tulishinda goli tano kwa moja. Kwa hiyo so far so good, tupo kwenye maandalizi ya kujiandaa sasa na mchezo wa tatu, lakini ambao tutakuwa ugenini dhidi ya kwao. Maandalizi mpaka sasa hivi yako vizuri, tunashukuru Mungu, wachezaji wetu wako vizuri kuelekea katika mchezo, na malengo yetu ni, ni kuweza kupata pointi tatu, ni kujiweka vizuri katika group letu. Ukiangalia okay, namna uh, tofauti ya wachezaji kutoka michezo miwili tuliocheza kuja hadi hivi sasa na kutoka hapa kuelekea mchezo mwingine ambao unaofuata, mchezaji mmoja mmoja wanapokea kila ambacho unawapatia, au kuna changamoto eneo gani, wameimprove eneo gani, bado kuna changamoto unahitaji kufanya vizuri zaidi tuweze kufanya vizuri kwenye mashindano. Aa, mchezo wa kwanza tulikuwa na changamoto ya wanasema, ani kuna wachezaji wengi ndio kwanza msimu hao wa kwanza kucheza katika mashindano sitosha. Hii ni Simba, timu kubwa Jezi ya Simba, anakuwa, magoli mawili ndani ya first half. Lakini walivorudi second half, baada ya kuzoea mazingira, kuzoea na kitu gani tunahitaji kucheza katika ule mchezo, walirudi kwa vizuri, tukapata goli moja, lakini halikusaidia kwa sababu tayari tulikuwa tushatanguliwa, lakini baada ya mchezo wa pili sasa, tayari kuna baadhi ya vitu washaanza kukopi, jinsi gani tunataka tucheze, jinsi gani tuna, tuna, tuna ligi inavyokuwa, jinsi gani timu zinavyocheza kikutana na timu yetu, kwa wakaelewa mazingira. Kwa hiyo ilitusaidia sana kuweza kucheza kufanya vizuri katika katika katika mchezo wa pili. Hata kwenye individual performance ilibadilika kutoka katika mchezo wa kwanza kwenda katika mchezo wa pili, wali improve a, katika hususan katika eneo letu la defense line. Mchezo wa kwanza, ha, halikucheza vizuri, automatically lakini kupitia mchezo wa pili tulifanya baadhi ya marekebisho, correction ya kile mchezo tutakuwa tuna improve. Nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi wewe mpenzi mtazamaji wa Simba TV. Ndani ya juma hili kuna mengi mazuri ambayo tumekuletea zaidi ya yale ambayo tulikuletea ndani ya juma lililopita.